Tafanya kile nachoweza kufanya. Kwanza kabisa nafurahi kuwa, kuwa pamoja nanye na hapa, kama nilivyotambulishwa na modereta wetu, naitwa Josephat Mwanzi. Mimi ni manager ama program manager wa Media Council of Tanzania, kwa wale wasiojua, naitwa Baraza la Habari Tanzania na kuna vijana hapa kutoka Chuo kikuu ama vyuo vikuu. Kwa hiyo nawakaribisha sana kuendelea kui, kujifunza kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Mnaweza kuenda kwenye website yetu, kuna taarifa mbalimbali, kuna fursa huko, mnaweza mkajifunza, pia na mkawa mnapata taarifa mbalimbali kupitia hiyo website yetu. Sasa um, mada yetu kubwa ambayo tunaiangalia katika katika kongamano ama tukio hili ni maswala ya akili mnemba ama AI lakini kwa upande wangu nili, niliombwa niweze kutafakari pamoja na ninyi kuhusu akili mnemba, akili mnemba, maadili na fursa hasa zilizopo kwa ajili ya vyombo vya habari, hasa wakati huu wa uchaguzi kwa sababu kuna eneo la uchaguzi pia. Sasa kwa hivi karibuni, kwa haraka haraka, mnajua kwamba tumekuwa tukizungumzia sana mambo ya digital platforms, si ndio? tunazungumzia digital platform, tunazungumzia mambo ya social media. Kwa hiyo wakati tunaendelea ku, kujifunza na kutafakari kuhusu namna gani vyombo vya habari vinaweza vikatumia social social media social networks, na gani namna gani tunaweza kutumia digital platforms kwa ajili ya habari, lakini ba, ghafla inakuja kitu kinaa kingine tena AI, ni kama kina interrupt kwenye mambo ya technology. Kuna kitu kinaitwa disruptors yani technology disruptors. Hizi technology dis disruptors ni zile ambazo wakati wewe una, unafikiria kufanya kitu kimoja wapo. Kwa mfano, watu wanajifunza namna gani watumie blog kuweza kuandaa habari na kufikishia watu wengine taarifa, mwandishi wa, wa, wa, wa, wa, wa umma habari. Hapo hapo unakuta kimekuja kitu kingine kinaitwa YouTube. Bado unafikiria unajifunza hivi bado tujifunze kwenda kwenye YouTube. Hapo hapo imekuja kitu kingine kinaitwa TikTok bado unajifikiria kwamba hivi TikTok sisi wanahabari tunaweza tukaitumia kweli TikTok? Wakati mna tafakari, imekuja inaitwa inaitwa X. Yaani kuna mabadiliko kila wakati. Sasa hivyo vitu vinavyokuja kiteknolojia hivyo vinaitwa digital interrupters ama disruptors. Na sasa mojawapo ya kitu ambacho kimekuja kinaitwa kime kime AI ama akili mnemba, na chenyewe sasa kimeingia katikati. Unaweza kufikiria watu siku hizi wanaanza kusahau tena kufikiria kwamba kuna digital platforms, lakini ukiangalia na yenyewe ni sehemu ya hizo digital platforms ama services ambazo zinakuja kwa ajili ya kutusaidia kufanya kazi. Sasa kitu kikubwa cha kujiuliza kwenye wandishi wa habari, je, j tuki incorporate, yani tukipokee, tukikumbatie au tukiogope, tukihofu? Moja ya um, analysis zangu nilizokuwa nafanya wakati naandaa mada inaonyesha kabisa uh, moderator, kwamba waandishi wengi wa habari wanahofu. Na ukiangalia asubuhi hapa kulikuwa na mtu mmoja alirise hiyo concern kwamba uh, AI inaweza kusababisha waandishi wa habari wakakosa ajira. kwa mfano yes, je, sijui nyinyi hapo mnaichukuliaje? Yes, sio kwenye waandishi wa habari tu, lakini kwenye tasnia tofauti tofauti, kuna hiyo hofu kwamba AI inaweza kusababisha watu wakakosa ajira. Je, hali ikoje katika uhalisia wake, katika hiyo hali, katika kutafakari mambo kama hayo? Lakini wengine wanafikiria kwamba hatutaki tena kuigusa, kwa sababu uh, ina, inaweza kupoteza ubora wa waandishi wa habari. Hiyo ni mithi ambazo zipo kwamba waandishi wa habari ukitumia AI inaweza kuisha ubora wa habari, na ni sawa pia na hiyo hiyo hofu pia utaikuta huku tena vioni, unakuta mwandishi wa, walimu bado wanafikiria kwamba AI, mwanafunzi anapotumia AI maanake atumie akili yake, na inafananishwa na plagiarism au, au sio eh? <laughs> Yeah, kwa hiyo na nyinyi mna challenge huko. Sasa je tunafanyaje katika hali kama hiyo? Tuiogope tuachane nayo ama tuna na hii imenikumbusha katika mtazamo wa maisha ya kawaida. Napoenda na sasa kuelezea pointi zangu muhimu, nitoe mfano uh, miaka michache naita michache, na michache lakini miaka ishirini 20, kumi 20 iliyopita wakati Tanzania ama jamii inaanza kubadilika katika lifestyle. Nakumbuka nilikuwa Mwanza wakati huo, niko mwanafunzi, nilimwona dada mmoja amevaa suruali tight, alafu wakati anapita mitaa mmoja inaitwa Wagasole jamaa ya, ya walimvamia wakampiga sana. Kosa amevaa nini? Suruali. Na baadaye kaja mwanamke anaendesha gari. Tukasema, ukiwa unaendesha gari, uwe mwanamke anaendesha gari anaharibu aribu mayai yake hazai <laughs> kwa hiyo ni myth ya incorporation ya mabadiliko lifestyle, lakini na teknolojia ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunavyopokea teknolojia ndivyo tunavyopokea pia mabadiliko ya katika jamii. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia sasa, je, tunaipokea ama tuipokee? Sasa niwaulize nyinyi, katika section zenu huko mnaipokea AI ama mnaona kwamba ni, ni haifai kwa kwa nani, kwenye mazingira yenu tofauti, yawe sio waandishi wa habari. Ni swala la kutafakari, sio jibu. Sasa kwenye uandishi wa habari kuna vitu vichache ambavyo nivizungumzie katika tasnia yetu. AI imekuwa ina challenge kwenye vyombo vya habari. Kwanza, taarifa ama takwimu tulizonazo zinaonyesha kwamba waandishi uh, vyombo vingi vya habari vimebaki, vingi sio vyote, vinashangaa vi, viipokee au viachane nayo. Kwanza moja. Cha pili ambacho kiko huko ni kwamba hamna sera hamna sera za editorial policies kwenye vyombo vyetu vya habari vya kuongoza namna gani eh, AI iweze kutumika. Cha tatu, gaps ambazo zinaonekana ni skills. Watu wengi wanaishia kwa wale ambao ukiongea uki nao, ukiangalia ripoti wanaonyesha, wanaishia kwenye zile chat simlazijua, zile unauliza swali hivi leo sijui nini, anakujibu lakini, huko pia kuna makosa mengi pia lakini kuna level nyingine ya AI ambayo unapaswa kulipia kama tulivyokuwa tunaonyeshwa pale asubuhi, na inakuwa na tools ambazo ni more professional, more credible. Lakini wengi katika vyombo vingi vya habari wameishia pale tu, mtu anatoka anataka kuandika script yake anaidumbukiza pale, anataka credit anaweka hapo tu basi, lakini usahihi sio. Halafu kitu cha nne ambacho cha msingi kuangalia kama gap ni investment kwamba sio vyombo vingi vya habari vimeona umuhimu wa kuinvesti kwenye AI. Alafu cha tano, wadau wengi tulionao bado hawajawa na umuhimu, hawajawa na... kwa na hiyo ni changamoto sasa. Hiyo ni eneo la AI, lakini kwenye eneo lingine ni nazungumzia swala la automation, kwa maana ya faida tulizonazo kwenye AI, ukitumia AI vizuri ukiitumia vizuri, sasa ndio tunarudi kwenye ethics. AI inahitaji uelewa, inahitaji skills, inahitaji equipment, inahitaji pia human, inahitaji yani watu, mwandishi wa habari ambaye amesoma, anaueledi, anauelewa, sio tu kwamba ndio ile. Sasa hoja ile, jamaa alikuwa anasema kwamba AI ikija inaondoa fanyakazi, sio kweli, kwa sababu AI kama AI itahitaji wewe uidrive, we itahitaji pia wewe uendelee kuwa mhariri wa mwisho, usiitegemee yenyewe, itakuletea information ambazo utashangaa. Kuna juzi mimi nilikuwa naiulizia tu hiyo ChatGPT kwamba niuliza nafikiri nili, niliuliza alikuwa nani ni rais wa wa rais wa Marekani wa, wa miaka fulani hivi, nafikiri nilikuwa natafuta huko, kuna kitu nilikuwa naandika, ikaniletea rais kwamba ndio rais wa sasa, yani, yenyewe ananiambia huyu ndio rais wa sasa. Sijui kama mnanielewa, kwamba inaelezea vizuri, lakini kuna message usipoenda vizuri, utakuta imekuja kwamba huyo rais ambaye nilikuwa namuuliza zamani ndio wa sasa, ndio anafanya mabadiliko kama Trump, yani ndio unafikiri ndio Trump wa sasa. Kwa hiyo sipokuwa makini unaweza kuichukua ile story yako pia, unaiweka huko, unaichapisha, inakutana hizo errors. Sasa kwenye ethics utakapochapisha hiyo hizo hiyo story bila kuedit vizuri, bila kufact check nzuri, je, watu wanaosimamia maadili, kwa mfano, wakiona historia yako watajua ni akili mnemba, mnemba au ni wewe mwandishi wa habari au chombo chako cha habari? Kwa hiyo bado tunahitaji human capital vizuri ya watu ambao wanahitaji kuwa wanauelewa mkubwa. Alafu kitu kingine ni swala la nani anakuwa responsible. Hebu jiulize kwamba kati ya AI na wewe mwandishi wa habari nani yuko responsible kwa hiyo story yako? kwa hiyo <laughs> unaona, bado tunahitaji kujitafakarisha na kuhakikisha kwamba tunajengea uwezo waandishi wetu na vyombo vyetu vya habari ili viwe responsible. Naomba muda nijue nimebaki dakika ngapi? <laughs> one minute. Sasa kwa ufupi, kuna kwenye kwenye kwenye kwenye uchaguzi kwa mfano AI inaweza kuwa ya msaada sana. Kwa mfano ndio eneo langu ambalo lipo, unaweza kwa sababu gani? Kama watu wamejengewa uwezo, ni rahisi sana kwanza kupata taarifa kwa haraka zinazohusu maeneo mbalimbali, alafu kama AI imeunganishwa na kituo, kwa mfano center fulani ya information. Kwa mfano sisi MCT, tukawa tunafikiria kuwa na center information ambayo wakati wa uchaguzi waandishi wa habari wanaweza kupata taarifa. Ina maana sisi tukisha sensa za taarifa zetu ziko pale, mtu anayetumia AI anakisha omba taarifa anaipata, awe Geita, awe wapi, anaipata ambayo iko exactly, na fact iko sawa, anaipublish tu, anaiboresha tu kulingana na hali zake. Sasa ni muhimu sana tukawa na hizo vitu na tukajengeana uwezo. Kwa haraka haraka nimalizie tools ambazo zina tools zilizopo kwenye AI tool ya kwanza ipo inayotumika kwa ajili ya fact checking ina jina lake, lakini nisiwapeleke huko, zipo lakini kazi yake ni kufanya fact checking. Nyingine tool ambayo ipo kwenye AI ni kwa ajili ya automation, or automation reporting, yaani ipo yenyewe, ukiisha kuwa umepata data umepata taarifa sasa, unapochakata kwa maana iwe na vision nzuri. Hapa safi kabisa. Kwa mfano mi hapa sijaja na presentation, ningekuwa na presentation ambayo nimeitumia na AI ningeiona ambavyo inanisaidia kuwa na vision nzuri kwa kutumia automation. Lakini tu nyingine ni ya inaitwa content personalization ambayo kazi yake inakusaidia sasa, ukisha kuu umekusanya mataarifa yote kutoka kwenye mtandao, ikifika hapa ina personalize, yani inakufanya wewe unahitaji nini kwenye hizo taarifa ilizo kusanya iwe relevant, halafu nyingine ni kwa ajili ya language. Kuna AI ambayo inafanya language translation na ina localize kabisa stories zako, na ndio maana tumemwona yule jamaa wa Google aliyekuwa anapresenti amesema kabisa kwamba wanatengeneza kitu cha namna ambacho kitakuwa kinaangalia African languages, kwa hiyo kina personalize kabisa. Stul nyingine inafanya mambo ya data visualization, halafu nyingine ipo kwa ajili ya dissemination. Kwa hiyo kwa kumalizia, AI ni ya msingi ama sio ya msingi? Ni ya msingi kwenye mambo yafuatayo muhimu kabisa katika vyombo vya habari. Kwanza, inatusaidia kugather information kwa haraka kwa wepesi kutoka sehemu mbalimbali, ina maana kwamba kupata sources na information. Mbili, inatusaidia katika mambo ya processing ama production, kuziprocess kuzifanya zikae sawa, yaani kama ni pointi So, si kama, kwa mfano pa sasa hivi wote hapo mgekuwa mmezungumzia nirushe swali moja afu kila mmoja akajijibu hapo hapo dakika moja, napata majibu yenu wote kwa, dakika, kwa, da, kwa sekunde alafu na, naweza kufanya hata visual kwamba asilimia fulani wamejibu, kwa hiyo inatusaidia kuchakata. Cha tatu, AI inatusaidia kudistribute, yani inatusaidia pia kusambaza na kufikishia watu kwa haraka na kwa umakini. Asanteni, niishia hapo kutokana na muda. <coughs> Asante sana mwezeshaji wetu Josephat Mwanzi ambaye ametupitisha kwenye ame, ametupitisha, muda ni mchache, lakini ah, mada yake ilikuwa inahusu mambo ya ah, akili mnemba, maadili na fursa zilizopo kwenye vyombo vya habari kuelekea kipindi cha uchaguzi. Tumemsikia alivyo, ameongea mambo ambayo ameongea haraka haraka, sitaki kuyarudia, nitafanya samari baadaye, lakini Uh, swali la haraka haraka kuna kitu ambacho hajakiongea yeye kama mwezeshaji kuhusiana na uh, ishu ya maadili. Ningependa nimuulize swali la maadili, sasa hivi tunaelekea, nyinyi kama baraza la, la habari mmejipanga vipi? Kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi na kutakuwa na uh, mambo mengi ambayo yatakuwa yanahusisha maadili ya uandishi, maadil wa habari lakini na artificial intelligence ama akili mnemba sasa nyie kama baraza, ukiangalia maadili ya, ya, ya uandishi wa habari yaliyokuwepo zamani ambayo yalikuwa hayajahusisha akili mnemba na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea, je, mmejipangaje ili kuweza kuhakikisha kwamba mnaendana na wakati, lakini pia kuwafanya waandishi wa habari waweze kutambua kwamba maadili ya, ya uandishi wa habari uh, kwa, kwa upande wa zama za, za, ambazo tulizopo sasa hivi ni tofauti. Labda ungetupa uh, kwa ufupi kabisa kwamba nyinyi mmejipangaje kuhusiana na uh, jinsi ya kuwawezesha waandishi wa habari lakini pia kuboresha maadili yaliyopo ili kuendana na wakati. Asante mwezeshaji uh, moderator. Uh, sisi uh, Baraza la Habari Tanzania, Kumbuka, moja ya kazi ambazo tunafanya ni kwa kusaidia vyombo vya habari kujisimamia, lakini cha pili ni ethics, maadili, kuhakikisha kwamba wanafata maadili. Kwa hivi uh, nilimesha ni tu kwa kupita kutokana na muda kwamba uh, tunapo swala la ethics, swala la, ma, swala la maadili ni la mwandishi wa habari na chombo chake kuhakikisha kwamba hata kama unatumia AI wewe huko unawajibika mwisho wa siku, ndio maana niliuliza huko. Lakini je sisi, swala la msingi ni je, sisi tumejipangaje ama tunafanya nini kusaidia hapo? Kwa kweli, kwa mwaka huu, kwanza, tunashirikiana na wadau ambao wapo kwenye field kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tutawajengea waandishi wa habari uh, uwezo kwa ajili ya kuripoti uchaguzi wa mwaka huu na AI itakuwa ni sehemu yake. Cha pili, sisi binafsi sisi kama taasisi pia MCT, hivi karibuni tutatangaza uh, tutatoa tangazo ambalo tutatoa fellowship kwa wanawake na wanaume waandishi wa habari. Hiyo fellowship italenga kuwajengea uwezo katika maeneo mbalimbali, lakini pia itahusisha eneo hili la AI na kuripoti mambo ya uchaguzi pamoja na mambo ya gender issues. Kwa hivi uh, ndio maana niwaambia vijana ambao kwa interested pia hasa hasa waandishi wa habari a wa wanatembelea website yetu, pia tutatoa huko o, matangazo yetu pia kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo, kwa ufupi ni hivyo. Tumejipanga kushirikiana na wadau, kuna zile activities ambazo tutafanya sisi kama sisi, lakini pia kama hiyo ya ya, pekee kabisa ambayo nimesema tutatoa tuta, tuta, Uh, fellowship karibu ya miezi sita kuelekea uchaguzi kule ambako tutakuwa tunaitoa kwa ajili ya kuwasaidia waandishi wa habari, lakini pamoja na maeneo mengine tutazingatia swala la, la AI, na mkurugenzi wangu yuko hapa kama atakuwa na kitu cha kuongezea japo yeye sio facilitator <laughs> <laughs> eh, kwa update, yeah, yes. Kingine ni kwa update hizo, kwa mfano tuna web tools zile, tuna tools zile ambazo tumekuwa tukifanya Uh, tukiproduce nini naitwa zile uh, training tools zile, na zenyewe ni miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya kuvi ya, kuvi update ili viweze kuendana na mazingira ya sasa, lakini imeona kama na kitu unahitaji kwa dakika sifuri, itakuwa kwa ruhusa yake program manager wangu habari wa ya kwamba tuna fellowship program. Hiyo ni special na inalenga watu wasiozidi kumi na mbili maalum kwa uchaguzi. Sasa tunajua Tanzania tu na wandishi welo, kwa hiyo ni tone tu katika bahari, lakini ili tuwafikie kila moja, tumetengeneza mazingira ya kidijitali zaidi ya kimfumo, kwa hiyo kila moja ta access code of entry kwa kwa sababu traditional tunayotumia ni baya kwa sababu maadili, ingawa hatuwachi. Sasa hivi tunafanya ile tunasema kizamani, tunanyanyua simu, tunampigia simu mhariri au mwandishi, hapo umechemsha chochote, habari iko sawa. Kuna changamoto maadili kuyazingatia, lakini tunataka kila mwandishi na mhariri afungue account, ambayo utamfikishia salamu zake hapo hapo.

mwezi asante sana, asante sana, asante sana. Baada ya muda tunaona kuna sessions zinaendelea, unaweza ukapata nafasi ya kuendelea ku kuongezea um, kwa interest ya muda, ningependa kumkaribisha sasa Dr. Paul, Dr. Paul Kuhenga ambaye naye atakuwa na session yake hapa ya ku uh,